Ni mkataba baina ya chama na wananchi wa Kibiti na Mafia. Mambo yote yatakayotekelezwa kwa miaka mitano yapo ndani ya ilani za uchaguzi. Ebu punga mikono kwa daktari wa maendeleo Dr. Samia Suluhu Hassan! Wana Kibiti hoye! Mafia hoye! Haya ndugu zangu, mimi niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan. Ebu wenye picha zangu wanyanyue juu kama mnazo, wenye picha aha. Wale wa mbali ambao hamlioni kwa karibu, niko hivyo hivyo kwenye picha, sijabadilika. Hivyo hivyo sijabadilika, lakini kushoto kwangu ni wagombea ubunge Omar Kipanga wa Mafia na dada Amina wa Kibiti. Hawa na mimi tutakwenda kufanya kazi ngazi ya taifa watanisaidia ngazi ya taifa, lakini mbele yetu kuna madiwani wetu. Madiwani wetu ndio bunge lenu dogo la Kibiti, hili ndio bunge lenu udogo la hapa, kwa sababu fedha zote zinazotajwa katika utekelezaji wa ilani zinakuja kupitia halmashauri. Wanazipokea hawa, zinakuja na maelekezo, wanakaa wanajadili. Ndio maana mnasikia kuna baraza la madiwani wanajadili kuona maelekezo yaliyoletwa na fedha, wanasimamia utekelezaji wa mradi na kuhakikisha miradi inakamilika kama ilivyopangwa. Sasa hawa wote ni wa Chama cha Mapinduzi. Najua kampeni hii, vyama vingi tunafanya kampeni. Inawezekana kabisa vyama vingine tamaa ya kupata urais hawanayo, lakini anasema, nitoke japo na kata nipate udiwani sasa ndugu zangu, mkenda mkiwachanganya hawa mkiwatilia rangi nyingine, sio kijani, maendeleo yatachelewa. Kwa nini? Watakaa kubishana badala ya kujadili maendeleo na kwenda kutekeleza, watabishana. Kwa hiyo niwaombe sana, tarehe tisa mtakapotoka, nenda kachague mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa Chama cha Mapinduzi, mbunge wa chama cha mapinduzi na diwani wa chama cha mapinduzi. Tumeelewana wana Kibiti? Walionielewa mikono juu. E, naona nimeeleweka vizuri. Kwa maana hiyo sasa niwaombe mkitoka asubuhi, Mungu atuamshe salama, inshallah, atuamshe salama na furaha. Ukitoka barobaro, mpitie rafiki yako kama unahakika kaandikisha, mpitie nendeni pamoja. Baba mama, unatoka nyumbani, hakikisha vijana wako walioandikishwa ndani ya nyumba yako umetoka nao wanaenda kupiga kura. Kubwa zaidi, mabalozi wetu wa maeneo mitaani kule, hebu mabalozi mikono juu, nioni mabalozi, oye hey. hakikisha watu wako walioandikishwa kwenye eneo lako wote wametoka kwenda kupiga kura. Ndugu zangu, tumeelewana, twendeni tukapige kura kwa wingi, tuchague Chama cha Mapinduzi, tukipe heshima chama chetu, kitengeneze serikali ya kuheshimika. Sababu kama umechaguliwa kwa kura nyingi, ina maana wananchi wanakutaka uendeshe, si ndio? E, lakini ukichaguliwa goigoi hivi, wale wasiotutakia mema wanaweza kusema kachaguliwa, ndio lakini mm. Mbona lakini tukiwapiga kweli, kweli. Unajua mkwaju ukiwasha vizuri kwenye mwili unalia kidogo, lakini ukiguswaguswa hivi unadeka unalia. We sasa, twende tukawachape kweli, kweli. Mkwaju uingie kwenye mwili, tukachague chama cha mapinduzi. Mmenielewa ndugu zangu, ili tuendelee na kazi tuliyoipanga kwa miaka mitano ijayo. yeah. CCM oyee! Kazi na utu Kibiti hoye! Sasa ndugu zangu, wana Kibiti, mimi mgombea urais, wagombea ubunge na wagombea udiwani wote tunaomba kura zenu. Kama mmetuitikia, nataka nione mikono juu, mikono na hisabu hapa hapa, mi bingwa wa kuhisabu kura hizo. E, kule nyuma mikono naiona, ndani ya nyumba kule, kwenye vibanda. CCM hoye! yeah. Mungu awabariki na asanteni sana, asanteni sana. Mungu atupe furaha, atupe baraka, atupe uhai, tuamke salama tarehe tisa, tukati CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi, asanteni sana, haya.